Kati ya Dar na Arusha naweza nikajibu kwamba inategemea, kwa sababu gani? Kwa sababu Dar ina faida zake na Arusha ina faida zake. Arusha ni mo kwa ajili ya watalii, Dar es salaam ina mix ya utalii na business travel. Arusha shida yake moja ni kwamba ni very very seasonal kwa hiyo mfano uh, unaweza ndio ukapiga hela nyingi muda ambao ni season yake, lakini pia muda ambao sio season una uwezo mkubwa wakutopiga hela kabisa. So mimi kwa ushauri wangu, kama we ni mtu ambaye you are okay kwamba on low season unaweza ukakosa au ukapata ila kidogo, then you can go with Arusha. Lakini kama we ni mtu ambaye uh, unatafuta kitu ambacho ni more stable, i mean, ningekurecommendia uchukue Dar es Salaam kwa ajili ya alternative but also angalia uwezo wako wa kusimamia hiyo Airbnb kati ya Arusha na Dar es Salaam, upe utakuwa mrahisi. Kwa sababu kama ni mara ya kwanza unafanya biashara, ningerecommend ninge, ni sehemu ambayo iwe, sehemu ambayo uko karibu nayo, kana kwamba una uwezo wa kufuatilia kwa karibu, usafi unafanyikaje, utaratibu wa inventory unaendaje, na mambo mengine kiufupi, yanaendaje, kuliko uchukue mbali kwa kwanza, then baadaye unapata changamoto ya labda mtu anakupiga bei au mtu anakuibia hapa na pale, au mtu afanye usafi vizuri, unapata reviews mbaya.